Historia imejieleza toka zamani kuwa TTCL imejikita kutoa huduma ya mawasiliano nchini Tanzania. Ukiangalia katika kukua uchumi wa kidijitali sasa, tunakuletea huduma ya Faiba Mlangoni Kwako, ambayo itakuletea huduma ya mawasiliano kwa njia ya intaneti ama simu itakaokuwezesha wewe, mteja wetu, uweze kufanya mawasiliano kwako wewe mfanyabiashara uweze kufanya biashara mbalimbali mtandaoni. Huduma hii ni bure kufungiwa na mteja wetu. Unachotakiwa kufanya ni kutuma au kufanya maombi kutu, kufanya application kupitia website ya TTCL. Andika www.ttcl.co.tz, chagua online services, alafu nenda fiber application portal, ili uweze kutuma maombi yako. Lakini vile vile unaweza ukawasiliana nasi kupitia sufuri saba tatu tatu sitini sifuri sifuri sitini, tupigie tuje kukuhudumia.